Hapo zamani za kale kulikuwa na mtu mmoja jina lake Abrahamu. Mungu alimchagua akambariki sana na akampa mtoto wa kiume jina lake Isaka, mtoto ambaye alikuwa amemgoja maisha yake yote. Isaka alikuwa kicheko, furaha na ahadi, vyote kwa pamoja. Kupitia yeye, Mungu alikuwa amesema kwamba wazao wa Abrahamu wangeijaza dunia. Lakini siku moja, Mungu alijaribu imani ya Abrahamu. Alisema, muchukue mwanao, mwanao pekee Isaka unayempenda, na umtoe awe sadaka juu ya mlima nitakaokuonyesha. Moyo wa Abrahamu lazima ulikuwa unatetemeka, lakini hakukataa. Aliamka mapema asubuhi iliyofuata, akamchukua Isaka na watumishi wawili na kuanza safari. Kwa siku tatu walitembea kimya kimya, na mlima ulipoonekana, Abrahamu aliwaambia watumishi, kaeni hapa, mimi na kijana tutaenda kuabudu, kisha tutarudi. Isaka alibeba kuni, Abrahamu alibeba moto na kisu. Ndipo Isaka akauliza, baba, tuna moto na kuni, lakini yuko wapi mwanakondoo wa sadaka? na Abrahamu akajibu kwa upole, Mungu mwenyewe atajipatia mwanakondoo, mwanangu. Juu ya mlima, Abrahamu alijenga madhabahu na kuweka kuni juu yake. Kwa mikono inayotetemeka alimweka Isaka juu yake. Lakini wakati tu aliponyoosha mkono kuchukua kisu, sauti kutoka mbinguni iliita, Abrahamu, Abrahamu, usimdhuru kijana. Abrahamu aliinua macho, na pale kichakani kulikuwa na kondoo dume aliyenaswa pembe zake. Mungu alikuwa ametoa sadaka. Aliita mahali hapo Yehova Yire, maana yake Bwana atatoa. Hadithi hii inatukumbusha kwamba imani inamaanisha kumtumaini Mungu kikamilifu hata wakati njia hayeleweki. Na kama Abrahamu, tunajifunza kwamba tunapochagua imani badala ya hofu, Mungu huandaa kila wakati. Bwana atatoa. Mwanzo 22:14.